Waomba na kuwasisitiza kupitia mkutano wenu huu mkuu wa mwaka ambao ni wa hamsini na nne, elimisheni na sisitizeni juu ya matumizi mazuri ya mitandao ya kijamii ili kuendeleza amani, utulivu na usalama kuanzia nzia ndani ya familia zetu na kwa nchi yetu kwa ujumla. Tafuteni mikakati ya kuwafikia vijana zaidi, maana kwa kiwango kikubwa ndio waliopo kwenye hiyo mitandao ya kijamii ambao, bila kuwa na miongozo mizuri, watajikuta wanajiangamiza na mwisho wake kuharibu amani, upendo, utulivu, usalama, utaifa wetu na mshikamano wa taifa letu. Tuwaongoze vizuri na tukumbuke kwamba ukishaharibu misingi hiyo niliyoitaja, hutakuwa na familia tena, na ukishakuwa huna familia, ni wazi kuwa hutakuwa na taifa lililo imara, bali taifa lenye mapigano, vurugu, chuki, wakimbizi wandani na nje. Sijui sisi tukipigana tunakimbilia wapi? Kwa sababu sisi tumezungukwa na nchi nane, si ndio? Ukiangalia nchi zote, kwa mfano DRC, kuna vita, sio lakini? hata nyingine hawako unaona, wako kwenye mashaka mashaka, si ndio? Jamani, takbir takbir! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sijui mnasikiliza sana au mna... eh, si tunakimbilia wapi? Nilikuwa naongea na, na viongozi hapo ndani kabla ya kuingia hapa, wakasema bwana, ni vizuri ukabaki na kile ulichonacho kidogo kwa amani kuliko ukafanya mambo ya ajabu ukapoteza hata kile kidogo ulichonacho. Kwa hiyo jamani, tuwasaidie vijana, tuwasaidie watoto ili wawe na uelewa mzuri wa mafundisho ya Mwenyezi Mungu ambayo atawasaidia kuwa watu wema. Ndugu zangu a Jumuiya ya Waislamu wa, wa Ahmadiyya, mkutano wenu huu mkuu wa mwaka umekuja kipindi kizuri ambacho taifa letu lipo kwenye uchaguzi. Najua nyinyi hamjihusishi kwenye mazungumzo yenu na mambo ya siasa na nini, lakini mniruhusu nizungumze kidogo tu tushirikiane kuiombea nchi yetu ili uchaguzi huo ufanyike kwa amani, utulivu na usalama. Ushuhuda wangu hakuna jambo ambalo unaweza kumuomba Mwenyezi Mungu asikupe, ni muda tu na kuwa na imani. Lakini ukiwa na mashaka mashaka hata akupa, ukiwa na mashaka mashaka hakupi. Muombe kwa sababu kuna watu wameomba hata miaka thelathini, na ndipo wakafanikiwa. Anakuangalia, huyu ananijaribu, akishafanikiwa aishie mitini au vipi? Unajua sisi binadamu, tuna ulka ya uwasi eh? Tangu mababu zetu Adamu na, na Hawa sio? Tumekuwa na roho ya uwasi kidogo, kwa hiyo Mungu anaangalia lakini wakati mwingine anaweza kakunyima kitu fulani, kwa sababu anajua nikikupa utaangamia. Anaweza kakupa hela nyingi ukawa mhuni ukafa kwa magonjwa, si ndio? Lakini akasema huyu nampenda, ngoja nimpe kidogo kidogo ili asife mapema <laughs> takdiri <laughs> e, hey. Hata wakati mwingine kama unania kugombea, sijui uwe rais, anaweza akakunyima, anajua akikupa nchi itakufia. Kwa hiyo usikasirike, <coughs> sawa jamani. Kuna vitu ambavyo anakupa, anajua huyu likimpa hiki ataenda nami vizuri. Na ni vizuri, ndugu zangu, kile anachokupa Mwenyezi Mungu hata kama ni kidogo, kifurahie, utaishi kwa amani sana kuliko kung'ang'ania vikubwa ambavyo vitakuangamiza, vitaangamiza familia yako. Kuna watu ambao wana hela nyingi sana, lakini kila siku yuko hospitali, sio? lakini wewe unadunda miaka na nenda rudi, upo fiti tu, si ndio? Kuna kitu muhimu huku duniani kama afya? Maana kama kama unasikia moyo unagonga unagongea huku, badala ya kugongea hapa kwenye kifua, hiyo kweli una amani hapa duniani? Kwa hiyo tuwe tunaridhika na tunachopewa. Kwa hiyo tuiombee nchi yetu amani na utulivu, viongozi na wote kwa ujumla wetu, tuepuke yale yaliyo kinyume na sheria, tukemee matumizi mabaya ya mitandao kama alivyosema. Kama tutakapokwenda kushiriki kupiga kura, sheria inakuambia shapiga kura, rudi kwako, katulie, subiri matokeo. Usihamasishwe kuvunja sheria. Bahati nzuri jumuiya yenu inahamasisha utii wa sheria, ambalo ndilo jambo jema. Na nyinyi, embu hilo mnalolihubiri, mnalolifundishana, mfundishe na wengine FM.